Tutakuwa na somo zuri sana la usimbaji katika kompyuta. Kabla ya kuanza somo letu, tutafungua kompyuta zetu kila makundi. Hapa ameshafungua kompyuta zetu. Sasa tende kwenye somo letu, kuunda michezo sahili ya sauti inayozingatia maamuzi. Soma hapo. Uda, michezo sahihi ya sauti inayozingatia maamuzi. Hili ndilo somo letu kuu ambalo tunakwenda kulifanya. Kwanza nitawapatia vitabu pia ili tuweze kwenda pamoja sawasawa. Sote tuangalie ubaoni na nitawaambia baadaye ni wapi tufungue, ili tuweze kwenda pamoja. Eh, muundo wa maamuzi katika usimbaji. Soma hapo, muundo wa maamuzi katika usimbaji. Hali ikiwa ni ya kweli, tunaweza kufanya jambo fulani. E, kama ikiwa hali si ya kweli hatuwezi kufanya jambo hilo. Kwa mfano, unaweza kusema ikiwa nina pesa nitawajengea wazazi wangu nyumba ya kuishi. Hiyo hali ya kujenga nyumba itategemea ikiwa wewe una pesa. Sawasawa, ni nani mwingine ambaye sentensi kwa kuzingatia hali ya maamuzi. Naomba mikono. Apa anaweza kabuka kwa kwangu kwa nimetupa sentensi, eh? Yasiri, sawa hivi. Ikiwa ninaumwa basi niende hospitalini. Ikiwa ninaumwa basi niende hospitalini. Tumpongeze kwa mkono mmoja. Tuendelee. Kwanza, kabla ya kuendelea na somo zaidi tutaangalia video fupi baadaye, nitauliza maswali na mwisho wa kipindi kwenye kazi zetu za makundi nitatoa zawadi kwa wale watakao kuwa wamefanya kazi vizuri. Kwa hiyo nategemea kila kundi, kila mmoja wenu asikilize vizuri, ili aweze kujibu maswali kwa ufasaha. Karibu tuangalie video hii. Tuangalie pia video hii fupi. Kisha tuangalie video hii pia. Mmeweza kuona kwenye video hizi zetu. Je, baada ya kuchunguza video hizo, wewe umebaini nini? Umebaini nini baada ya kuchunguza video hizo? Naomba mikono juu. Au okay, sasa utaanza na Samweli. Samweli. Samweli. Eh, wewe umebaini nini? Amebaini mtu atu ameweka aram kwenye mlango, mlango ulipofunguka ikafikika ara. Naomba sauti unapojibu. Eh, wewe ulibaini nini? Haya, Kristina unataka kujibu? Tuambie umebaini nini. Umebaini jinsi ya kutengeneza sauti. Amebaini jinsi ya kutengeneza sauti. Tuwapigie makofi wote kwa ujumla mawili <coughs> kabisa. Sasa mm, tuendelee na somo letu kwenye kwenye michezo yetu tutakayounda leo, tutazingatia broko nne za maamuzi, zile kama tulivyotunga sentensi zetu kwamba ikiwa ninaumwa, basi niende hospitali; ikiwa nina pesa, nitawajengea wazazi nyumba. Sasa tutatumia broko nne za maamuzi, na baada ya ku ya kuangalia hizo bloko nne za maamuzi, tutakwenda kuzifanyia kazi kwenye makundi. Tutafanya shughuli za kuunda michezo minne. Kwanza tutaunda shughuli ya kwanza, itahusu ikiwa namba ni kubwa kuliko hamsini, basi spriti wetu ambaye ni, ni paka atoe sauti Nyao nyao milele nyao. Yani, aendelee kutoa sauti. Sehemu ya pili, ikiwa namba ni ndogo kuliko hamsini, basi sipraiti asubiri aguswe na ki, kielekezi cha kipanya, ndipo atoe sauti nyao milele. Katika kuendelea, tufungue vitabu vyetu ukurasa wa mia moja arobaini mia moja arobaini na moja Tutaanza na shughuli ya kwanza ya kuunda mchezo wa kwanza. Ikiwa namba ni kubwa kuliko hamsini, basi sprite atoe sauti nyau milele na tu, nita, nita, kwenye kwenye scratch yako muonekano utaonekana namna hii, angalieni nyote. Hapa kwenye skrini yetu, wote mmeshafungua kompyuta zenu. Sasa fungueni kum, programu ya Scratch. Aya, sasa naamini nyote mmefungua. Sasa jinsi ya kucheza mchezo huu, kwanza tunaenda hatua kwa hatua. Bonyeza msimbo wa matukio, naomba mbonyeze msimbo wa matukio, kisha buruta block yenye bendera na imeandikwa wakati inapobonyezwa kwenye eneo la kucheza. Buruta block ya sharti ikiwa basi nayo itopeke ndani ya broko iliyoandikwa milele. Haya, bofya msimbo wa opereta, msimbo ule utakaotupatia hesabu hesabu, na uburute broku ya kubwa kuliko hamsini, kisha itopeke kwenye broko ya ikiwa basi. Baada ya hapo bofya msimbo wa sauti, kisha bruta bloku ya cheza sauti nyao hadi ikamilike, kisha itopeke kwenye bloku ya sharti ikiwa bas. Sasa baada ya hapo utachagua namba kubwa kuliko hamsini, uiweke kwenye kiduara kile pale hapo utacheza mchezo huo kwa kubofya bendera ili uweze kuanza. Naona hawa wamefanikiwa, hebu jipongezeni. Vizuri sana, vizuri sana. Hiyo ilikuwa shughuli ya kwanza iliyokuwa inahusu ikiwa namba ni kubwa kuliko hamsini basi sprite atoe sauti nyau milele. Sasa tutakachoweza kufanya tunaelekea kwenye kuhitimisha, sawa. Tutakuwa na makundi tuseme makundi ma mawili au matatu, tuchukue upande huu na upande huo, kwenye kila upande tutakuja kuelezea hatua ya kwanza ikiwa ni nama na nikua kukwa mtini kwamba unaijakowetu sauti nyao. Tutafanya shindano sasa, kundi litakalo shinda utakuwa na zawadi. Tuko pamoja? Kwa hiyo kwenye kila upande muwe na wasemaji sasa. Nani aweza kuelezea hatua kwa hatua ni kwa namna gani tunaweza kuunda mchezo mchezo wa ikiwa namba ni kubwa kuliko hamsini basi sprite atoe sauti? Ukuelezee kwamba hatua ya kwanza utafanya namna hii, hatua ya pili tunafanya namna hii. Naomba nimono samei. Hatua ya kwanza nimeenda kuchukua kibofu ki, cha matukio tunakileta hapa. Hatua ya pili naenda kuchukua kidhibiti, tunatafuta neno milele. Hatua ya tatu tunatafuta ikiwa basi. Hatua ya nne tunaenda kwenye opereta. Opereta tunachukua aina hamsini ambayo haina mwenzie. Tumeshachukua opereta, tunaenda kutafuta sauti ya kwanza imeandikwa cheza sauti meu hadi ikamilike. Tunakiweka hapa, tunachukua namba tunaiweka kwa hapa ili sprite wetu aweze kulia. Tunaenda kwenye kibendera cha kijani ambacho kime, kinaandika anza. bonyeza kidole cha ke. Unaweza kumpata mwingine ambaye anaweza kacheza namna hiyo. Yasiri, unatakiwa unapoelezea wenzako utoe sauti sawasawa. Haya, sawa. hatua ya kwanza ni kutafuta bloku ya matukio. Hatua ya pili ni kutafuta bloku ya kidhibiti. Nachukua milele Nachukua na ikiwa basi hatua ya tatu kutafuta na nili up, bloku ya opereto na hatua ya mwisho ni kutafuta bloku ya sauti. Aya. Naitwa marko magurusi bahezwa, mwalimu wa shule ya msingi Butimba. Somo letu wanafunzi limeishia hapa leo. Tumejifunza ikiwa namba ni kubwa kuliko hamsini basi sprite wetu atoe sauti. Tulikuwa tukiangazia muundo wa maamuzi katika usimbaji. Tuonane katika somo lijalo, bye. Sana sanaba bye.